Asante sana ndio. Mm. le, le, leo tunampongeza tuna mwanamke aishie kijijini mm, lakini kutambua mchango wake na wakati huo huo pia tukiwa tunatamani kuweza kufahamu zaidi mm, kuhusiana na ustawi wa maisha kila siku na mwanamke huyu aishie kijijini. Karibu. Asante sana kwanza, nashukuru kupata hii nafasi mm, ya kushiriki nanyi. Najua na mimi nitakuwa nimeweka mchango mm, wa siku ya wanawake wanaoishi vijijini ndio ya kwanza, nikianza na, na, na malengo kabisa ya mahususi ya hii ya, ya siku mm, ni siku ya kuangalia mwanamke wa kijijini namna ambavyo anaishi na namna anavyoweza anavu kuweka mchango mm, katika ustawi wake au ustawi wa taifa ndiyo. Na mwanamke mwanamke yoyote kuna vitu anaweza kuvifanya mm sio kwamba tu akisha kuwa mwanamke kwa, kwa dhana ambayo inatumika kwenye jamii ni ya kumfanya kwamba huyu hawezi kitu mm. Naamini kabisa mwanamke anaweza kufanya vitu vingi. Sasa kwa huyu mwanamke wa kijijini, ziko viko vitu anavyovifanya ambavyo vinaweza kuleta ustawi wake kwa yeye aliyekuwako kijijini mm, lakini pia na jamii yake kiujumla, kwa maana tunaamini huyu mwanamke kule ni mlezi Huyu mwanamke mm. kule ni mtafutaji ambaye mm. anaweza kusaidia jam, nani familia ikapata chakula mm. Huyu mwanamke anaweza kufuga, anaweza. Huyu mwanamke anaweza kuwinda. Huyu mwanamke anaweza kufanya vitu vingi ambavyo vinasaidia familia iweze kuenda, iweze kuenda na ustawi mm. lakini pia huyu mwanamke wa kijijini ni mwanamke ambaye anaongeza pato la taifa mm. kwa maana ya kwamba asilimia ya wanawake asilimia Takwimu inasema asilimia sabini na saba ya wanawake wanaishi vijijini mm. waliobaki mjini ni ishirini na mbili kwa mm. hiyo mm. wengi wao hawa sabini na saba ndo tunasema hawa wana mchango pia kwenye pato la taifa, kwa maana ya kwamba kule kijijini waliko wanajishughulisha na shughuli hizi za kilimo ambazo zinaongeza kipato kuna kilimo, uvuvi na vitu vingi ambavyo mwanamke kule anaweza kuvifanya vikaongeza pato la taifa mm, lakini bado ni mwanamke ambaye anatunza wale watoto kule kijijini mm, ambapo baba anaenda kuongeza pato la taifa mm. Kwa hiyo tunahesabu na yeye ee, ana mchango mkubwa. Kwa hiyo tukichukulia tu hii namba ambayo ni sabini na saba mm, ukiangalia sasa katika wanachokifanya, kwa hiyo wanaongeza mchango mkubwa. Kwa hiyo, kwa hiyo tuna namna nyingi za kuhakikisha kwamba hawa wanawake tunawaheshimisha na ukiangalia hata katika serikali, mapambano ya serikali juu ya ustawi wa, wa kijamii hmm. imeweza kupe, kuhakikisha kwamba. Kwenye jamii zetu vijijini kuna vitu muhimu vinakuepo. Mfano tunasema ile kumtoa mwanamke ndo kichwani. Ni moja ya sehemu ambapo waliona kuna umuhimu wa kukisha hawa asilimia sabini na saba wanapata kupewa unafua hivyo vitu. Lakini huduma za afya, vituo vingi vya afya vimefunguliwa, hospitali zimefunguliwa vijijini kabisa. Ni madhumuni kumsaidia huyu mwanamke wa kijijini aweze kupata huduma za afya lakini pia uzazi salama wakati akijifungua kwa sababu walikuwa wakipata changamoto hizo kwa, kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo hivi ambavyo nafanyika kwa huyu mwanamke vinaonyesha ni namna gani hata serikali au jamii au wanajamii wengine au mashirika mbalimbali yanahitaji huyu mwanamke wa kijijini apewe sapoti, kwa sababu anaonekana kuna umuhimu wa mchango ambao anauweka, lakini pia kama haki za binadamu, kuna vitu ambavyo anatakiwa na yeye pia aenjoi. kwa hiyo hmm. Kiujumla wake tunavyoangalia, hii siku ya siku ya wanawake wanaoishi vijijini hmm. tuna umuhimu wa kuwatizama sana, na mara nyingi hata maisha yao na shughuli zao zimebezi kwenye kazi za kila siku kuliko vitu vingine, hata mjini huku ni tofauti na wao. Mm. Kwa hiyo wanatakiwa kuwa na siku yao ya kupaza sauti, ambayo itaweza kusema yale ambayo wao wanayaona kwamba kwao ni changamoto, kwa sababu jua kabisa hawezi kuwa tu changamoto ziko mjini tu. Kila siku tunasikia maadhimisho ya siku wanawake, tunasikia maadhimisho haya yanafanywa tu na watu ambao wanaweza kupata hizo nafasi. Kumbe hata wao wana changamoto nyingi wanazozipitia bado tu, kazi kubwa inatakiwa ifanyike, kwa sababu hakujatimilika kote kwenye vitu nilivyovitaja vya msingi. Kuna barabara bara vijijini huko kuna barabara nzuri ambazo zitamfanya yeye aweze kumove kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa wale ambao wakulima, kupitisha mizigo yao, wenye bidhaa mbalimbali, kuzitoa sehemu moja kwenda nyingine, kwa bado kunahitajika kuboresha barabara, kuboresha huduma za afya, kubore, yani kuboresha maeneo yote na miundombinu ambazo zinamuhusu mwanamke aweze na yeye kuenjoy. Kwa hiyo na naamini kabisa hata watu walioitaja hii siku mm. na kuisema iwepo, imake ilianza mwaka elfu mbili na nane. Hmm. Waliona kuna uzito mkubwa na kuna umuhimu mkubwa kuhakikisha kwamba huyu mwanamke wa kijijini anaweza ku, kutambuliwa na yeye mwenyewe aweze kujipambanua. Okay.